Karibu sana mtazamaji wetu wa Power TV popote ulipo na asante kwa kuendelea kutufuatilia. Kama uja subscribe, bonyeza subscribe, like, share, comment ili uwe wa kwanza kupata taarifa sahihi. Na leo tupo katika eneo la Kandui, ambapo tumebahatika kukutana na Michelle Sara, mwanamke jasiri na mwenye maono makubwa anayejishughulisha na kazi ya kutengeneza maua kwa ajili ya kuboresha maboma mikahawa, shule, makanisa, pamoja na taasisi mbalimbali. Kupitia juhudi zake, Michel Sara ameweza si tu kuboresha miundombinu ya jamii, bali pia kutoa ajira na kuchangia pakubwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Tuko naye hapa moja kwa moja ili atueleze safari yake, changamoto anazokutana nazo, pamoja na mafanikio aliyoyapata katika sekta hii ya ujenzi wa kiasil. Endelea kuwa nasi kwa majina naitwa Michelle Sara kutoka Bungoma County na nafanya kazi ya kuuza miche na pia kuuza pots safari hii ulianza aje nilianza kwa kutembea kutafuta kazi kila mahali kila ofisi nikakosa kazi so nikakuja kukaa chini nika kufikiria naweza fanya kitu gani ili niweze kujikimu kimaisha kwa kuwa mimi nina watoto wananitegemea na sikuwa na fedha ya kuwa ya kuwatunza ama ya kuwalea. Nikaamua nikae chini, nikajiajiri. Ndo baada nikatembea, nikakuja, nikaona mahali hapa, nikaanza kusanya mchanga na nikachukua karatasi nika nikaweka miti, nikaanza hivyo polepole, ikakuwa inaniletea faida kidogo, ile ndio naleta nayo stok, ile faida napata ndio naleta stok, hadi imefika mahali imefika mahali hapa. Tulianza tukiwa mahali pale, saizi tazama, tuko mahali pa mahali hapa pia, kuna huko hivyo kando ya barabara kunayo, ijakuwa rahisi, lakini penye tumefika tunashukuru Mungu, tumeweza pia kuweza kuajiri watu kutusaidia. Changamoto ni hebu eh, kabla hatujafika kwa changamoto, umesema kwamba unatumia kukusanya mchanga, material material, mnatoa wapi? Mnatengeneza ama mnanunua? Alafu karatasi ni kununua ama mnatoa wapi? Na kazi wewe inakuaje? Hebu tuanzie tu wapi. Okay, mchanga mwanzo tulipata tulitumia mchanga ambao ulikuwa hapa hivi, kulikuwa na kisugu. Okay, kulikuwa na kisugu tulilima hiyo hicho kisugu tukasanya, tukatumia huo mchanga ku, ku, ku. tulinunua karatasi hizi sockets tukanunua tukatumia. huo tuka, weka sanya ndani mchanga, ndipo tukanunua miche karibu karibu. mwanzo tulianza na kununua miche hapa karibu karibu, kabla ya kwenda kununua miche huko sehemu mbalimbali, kama vile Nyaururu na kadhalika. So tulianza na ku, na mchanga wa, wa hapa na sockets, na kununua miti within the the county county. Before moving out of the county. Sasa umezungumzia usasa, umezungumzia pots. Hizi pots pia mnanunua ama mnatengeneza? Naam. Pots tunanunua kutoka Uganda tunanunua hatujitengenezei, hatuna ujuzi wa kujitengenezea hizi pots. Zinatumika kwa ama zinatumika kwa manufaa gani hizi pots? Tunatumia, tunauzia mteja na kumuonyesha jinsi atakavyoiweka mti ndani kupanda ili kurembesha eneo lake ama mazingira yake huko nyumbani. Wewe umesema mm -hmm, kwamba mwanzo ulikosa kazi na ukaanza kutembea na hapa ndipo ukaanzisha kazi yako. Je, mtazamo wa watu ama mtazamo wa jamii ulikuwa vipi? Watu walikutazama aje wakati ulianza kufanya hii kazi? Mwanzo watu waliniona kama sijielewi, ni kama sijui ninachohitaji katika maisha hii, ni kama yaani, na nilikuwa na shida shida mingi ile. Unaelewa, mtu akiwa na shida vile anafanana. Sasa nilikuja hapa hadi watu wananionea huruma, wanashindwa huyu atafanyaje, hadi wengine wanasema, ah, miti hii hatamea, hata hii miti si mzuri. Ila wamekuja kushangaa kuona penye tumefikia, kuanzia ule mwanzo mdogo ambao nilianza nao. wateja wako wanatoka wapi ama wanafanyaje kufikia wateja wako? Okay, wateja wangu ni kama wana wanapeana ujumbe kutoka kwa mmoja hadi kwa mwingine, kwa sababu mateja wangu wengi ni marafiki. Rafiki ya mteja wa kwanza analeta mteja mwingine, hivyo hivyo. Alafu pia wapita njia, unavyoona hizi bidhaa ziko kando ya barabara wapita njia pia wanakuja, wanafurahishwa na navyo, halafu wananunua mm. Ni kufikia sasa, ni kipi ambacho unajifunia kwamba kutokana na hii kazi hiki ndicho nimepata, ama nini ambacho umefaidika kutoka kwa hii kazi yako? faida ni, faida ni mingi ni mingi. Kuanzia ni anze hadi wakati huu kuna maendeleo mengi nimefanya mm. Mm -hmm. Umekusia kwamba hii kazi yako ume, umefanya nini ajira, ajira. Je, vijana ambao wanakuja unawapa mafunzo kutengeneza hii ama huwa unafanya vipi? Naam, nawaonyesha jinsi ya kufanya, jinsi ya kuweka mchanga, jinsi ya kupalilia, alafu pia wengi wao nawaajiri kumwagilia maji yasia wakati huu wa jua kali, wakati huu wa kiangazi mm -hmm. Na saa hizi ukiangalia kuna mabadiliko ya tabia nchi ama jua kiangazi, maji huwa unatoa wapi ama unafanya vipi? Unavyoona upande ule, nimenleta tank, nimenunua tank i kulingana na hali ilivyo. Niliona ku, kununua maji ya watu wa punda itakuwa bei ghali mno, sasa nikaamua kwenda huko kwenye wizara ya maji nikajiandikisha, niposa wakaniletea hiyo maji na nikanunua tank pia ya kuweka maji wakati labda maji hayajaja kwenye mfereji, pengine tuongoje. Changamoto, changamoto zipi ambazo unakumbana nazo? Changamoto ya kwanza ni wizi. Kuna wapita njia ambao wanaiba mti bila kulipia. Wizi, unaweza amka kesho umepata miti kumi haipo, na mnavyoona hatuja piga waya, hatuja fence, imekaa tu hivyo. Sasa changamoto ya kwanza ni wizi. Ya pili ni hali ya tabia ya nchi. Naam, kufiki kuanzia sasa baadaye miaka kama ambi, miwili hivi, una matarajio yako ni gani kuhusiana na ikazi yako? Na matarajio makubwa, na nina mipango mengi kutokana na matarajio ambayo nayangojea haswa, mm, <laughs> nikikutazama wewe ni mtoto wa kike kuna baadhi ya watoto wa kike ambao huko nje wanakusikiza wanakutazama wako tu hapo umekaa lakini wewe unajituma je ushauri wako ni upi kwao na washauri hivi tuamke tujitume chochote kile ambacho uko nacho akilini mwako chenye kinaweza kukuletea fedha amka uende ufanye hicho kitu badala ya kusema kila siku nitafanya nitafanya amka enda ufanye alafu utapata matokeo na utanufaika pia, haswa kama wale watoto wa kike ambao mko na watoto wanawategemea, msiwache watoto wakaja kuteseka, sababu kujaamuka pale ulipo kwenda kufanya kitu ambacho kitakuletea faida. Asante sana Michelle Sara kwa kushiriki nasi safari yako ya ujasiriamali, changamoto ulizopitia na mafanikio yaliyokufikisha hapo ulipo leo. Ni dhahiri kuwa kazi yako inaleta mabadiliko chanya katika jamii na kuhamasisha wengi, hususan wanawake na vijana kudhubutu na kutumia vipaji vyao kujiletea maendeleo. Na kwako mtazamaji wetu, asante kwa kuendelea kuwa nasi hadi mwisho wa mahojiano hayo. Endelea kutufuatilia kwa taarifa, mahojiano na simulizi zinazokusa jamii yetu. Moja kwa moja, mimi wako ni Alex Wekesa. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.